The Green Voice, yes we are green. Wale watu ambao wamefanya ziara kule kusini, makamu mwenye kiti yule yule, kijana bwana mdogo, ni mwongo na mbinafsi. Nisikizane vizuri, mwongo na mbinafsi. Na kama akija kwenye jimbo lako, kiboi yake nipo yule. Nimemgonga 2008, nimemgonga 2015, nimemgonga 2020, na mwaka huu kichapo kiko pale pale. Mpango wa kumchapa unabaki pale pale. Huyu ni mtu ambaye alienda Sirari akawaambia anajua kuna sheria ya kufanya biashara kwa mujibu wa sheria. Anawaambia vijana, endeni mfanye magendo. Walipoenda wakakamatwa, wakanyang'anywa pikipiki zikataifishwa, hakuwasaidia, alisepa, alikula kona. Huyu ameenda kwenye hifadhi ya Serengeti, anajua kuna sheria. Anawaambia chukueni ng'ombe, mkachunge hifadhini. Zilikamatwa ng'ombe, watu waliumia, alikula kona, hakuwasaidia. Huyu ameenda bali kipale North Mara. Akawaambia vijana wa barabara, tangulieni nakuja. Watu walikamatwa, zikataifisha pikipiki, watu wana kesi, alikula kona. Huyu ni mbinafsi, nataka niwaambie, mliona juzi kuna nyumba ilitembea na jenga mpya. Huyu sio mbunge, hafanyi biashara, ni mwanaharakati, anamiliki magorofa, anajenga nyumba mpya, anachofanya pale Nyamongo. Wale watu ambao wanakuwa na kesi, mgodi unafanya kazi nzuri. Ukiona kwamba atakujitia hasara ufanye bageni nyozungumze. Wa, hapa wanaye mbia anaitwa Fatuma Karume. Na kesi hapa. Fatuma Karume wametengeneza dili na watu wa Nyamongo, wanajifanya kuwatetea watu wetu, wanaenda kufungua kesi Kanada ya kuwatetea, wakikubaliana kuzungumza nje ya utaratibu kwenye meza, wanachukua asilimia hamsini ya pesa na wao wanachukua asilimia hamsini. Kwa hiyo utaona na magari mapya, watajenga nyumba, watafanya ziara, wanawaambia vijana kwamba wao ni viongozi. Hawa ni wanaharakati. Kwa hiyo nataka wana niwaambie, huyu ni mtu mwongo mbinafsi ni matapeli wa kisiasa, msiwasikilize na jambo la uongo likisema na mtu mwongo nalipuuza tu. Watanzania wajue kazi imefanyika kwa kiwango kikubwa. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi hawa miaka mitano iliyopita, kuna wabunge washtakiwa kwa wizi huko? Kuna mtu ameshtakiwa? Wabunge wote humu ndani safi kabisa. Makada wa Chama cha Mapinduzi kwenye majimbo ni watu wamefanya kazi kubwa, na katika uchaguzi ambao utakuwa ni mwepesi, ndugu zangu, hawa watu wanakimbia mapambano Wanajua ngoma hii tunaanua mapema, hatuendi kama hata, hatuendi half time, kwa sababu ukienda eneo unafanya mkutano mbunge wa Chama cha Mapinduzi, mgombea wa udiwani, unaomba kura kwa wananchi, huku amegemea wa kwenye ukuta wa zanati uliojenga na Chama cha Mapinduzi, unaomba mkutano, pamepanda treni ya SGR imejengwa na Chama cha Mapinduzi, unaenda kuomba watu kura, wapo kwenye barabara ya lami imejengwa na Chama cha Mapinduzi, unaenda kuongea na wanafunzi wapo kwenye jengo nzuri, darasa, viti na meza, ameleta mama Samia. Uchaguzi ni mwepesi mweupe kama karatasi, kwa lazima wakimbie. Tunasema chama cha mapinduzi, kazi njema, chama uongozi, chama cha kutoa shule kwa watu vijana ambao wanatafuta ajira. Ajira inatengenezwa na chama cha mapinduzi, ajira haipo kwenye harakati. Njoo ujifunze uongozi, utafute fursa, tushirikiane kujenga nchi. Habari ya kutafuta uhuru kwa Tanganyika alifanya mambo ya taifa, kwa Zanzibar ni Abedi Amani Karume, na akapoteza maisha. Tumefunga mjadala. Kilichobaki hapa ni kujadiliana kwa heshima, kwa hekima, kubadilisha baadhi ya mambo. Tunasonga mbele, taifa letu hili litasonga mbele, na huu ni mpango wa Mungu. Upinzani hapa ng'o, haupo.